Sasa hili la wanaosomesha Qur'an na wanaosimamia dini tunalichukua kwenye chanzo kipi katika hivi vyanzo vinne? Chabu inawezekana mtu leo akasemwa tu maneno alafu haijulikani kwamba chanzo haswa yamechukuliwa kwenye nini? Aliyetuamuru tuwalipe wanaotusomesha na kusimamia dini ni nani? Bila shaka ni Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na ikiwa mtu ataenda kinyume na hilo, sheria inamchukulia kana kwamba huyo ameikhalifu sheria, na nyote mnajua mtu akihalifu sheria kinachotokea ni kitu cha namna gani. Tuisome hadithi

Kilicho na haki mno, kilicho na haki sana ya kuchukuliwa malipo ni kitabu cha Mwenyezi Mungu mtukufu. Kilicho na haki sana ambacho watu baada ya kukifanya wapewe ujira, baada ya kukitekeleza ni Qurani. Hadithi hii Nenda katika sahihu al-Bukhari, utaikuta hadithi hii iko wazi kabisa. Na nyinyi mnafahamu kwamba Qur'ani ndiyo chanzo cha kwanza katika Waislamu ambacho kina nguvu. Ikisema Qur'ani, hatuna haja ya kujadili, ni kutekeleza tu. Pili ambacho tukielezwa katika hilo ni Sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kitabu cha kwanza ni Quran, kitabu cha pili ni Sahihul Bukhari. Tayib, ni sawa. Hata mtu akifanya kazi nyingine alipwe. Mtu akiajiriwa kwa ajili ya kulima apewe ujira, mtu akiajiriwa kwa ajili ya kufanya sijui nini apewe ujira, lakini kwenye Qurani ni haki sana ni nani sasa wa kutetea hayo maslahi, ili mwalimu alipwe, ili hii hadithi ya mtume muhammadin sallallahu alaihi wasallam ifanye kazi. Na watu wengine huenda mbali sana kabisa wakasema, ah, siku hizi walimu wanauza dini dini, siku hizi inauzwa. Kwa nini maneno hayo? Kwa sababu tu ah, bwana, kwenye hili mimi nasema unipe elfu hamsini Umeniita nyumbani kwako nikusomee asini ishirini arobaini, basi weka laki mbili mezani. Mtu anageuka anasema ah, hadithi siku hizi bana, dini nauzwa hii. Hata siku hizi hao wana walimu, siku hizi hao walimu wa kisasa hawa mwana, hatukuyaona kwa wazee wetu wa zamani, sababu watu wa zamani walijua wajibu wa maelezo kama haya, hawakuwaacha wataalamu wanaosimamia dini kuwapa vile ambavyo Mwenyezi Mungu amewaruzuku. Basi utaona mwenye kuku anasema napeleka kwa shehe, mwenye debe la mahindi napeleka kwa shehe, mwenye kadha napeleka kwa shehe. Leo ni kinyume sana. Ikionekana inaelezwa, haya watu husema hao mashehe wa siku hizi wanapenda fedha sana, kumbe si kweli. Kinachotakiwa ni kutekeleza yale aliyotoamrisha Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. leo mtu ataita watu Mashekhe njoeni hapa inshallah. Mfanye kidogo hitima, atatakwenda atakwenda pale, usome msahafu mzima, thawabu zipatikane ziende kwa mzazi wako, alafu kisha baada yake wale mashekhe wakianza kwenda, inshallah bwana, ya bodaboda hii hapa bwana. Sheikh hakutaka ya bodaboda. Mtume Muhammadin alichosema alipwe huyo. Si ya boda boda. Au Sheikh, ya ubani. Chukua ubani. Sheikh hakutaka ubani walamtume akusema apewe ubani, we ubani baki nao mpe huyu ujira. Tazama, suratu lfatiha moja, masahaba wanapewa kundi la mbuzi arobaini na kuendelea, katiin min al-ghanam. Fadhahika Rasulullah, Mtume alicheka kwa kuridhishwa na tendo lililofanywa. Mtume alifurahi kwa hiki kilichofanywa. safi sana leo tunasema masahaba radhiallahu anhu ni kwa sababu waliijali Qurani na watu wa Qurani. Leo Qurani imehamwa, hao watu wa Qurani ndio, msiseme hao ndio wamehamwa kabisa. Ikitokea mwalimu wa dini atakwenda kusema bwana, nimekuja na jambo fulani, mtaanza ah, kugeuza uso bana, siku hizi biashara ngumu kodi serikali mpandisha hivi na ni haki yake kwa mujibu wa maelezo ya mtume Muhammad apewe huyo mtume asema ahaku ma akhadhtum alaihi ajran kitabullah kwa uhakika kilicho na haki sana ziyadatul mabna dalilun ala ziyadatil maana kilicho na haki sana ya nyinyi kuchukua ujira mlipo kwenye hicho kitabullah mkisomesha walimu wa madrasa mpewe ujira wenu. Ni nani sasa wa kutekeleza hayo? Ndio maana tunasema leo hili limebaki kama hadithi ya yai na kuku. Wako wawili watatu ambao katika hilo alhamdulillah, wanajikazakaza, lakini pamoja na kujikaza, pembeni wamezungukwa na watu elfu moja yule mwalimu achanaye bwana

wameruhusu kwamba wa anayesomesha Qur'ani apewe ujira wa akhdhi al-ujra, na siyo huyo tu wa akhdhi al-ujra ala imamati sala, na siyo huyo mwalimu tu, na yule anayefanya kazi ya kuswalisha watu apewe ujira. Wal adhan sio huyo tu, na yule anayefanya kazi ya kuita watu kwa adhini, haya ala salah, haya ala falah. Waislamu wawapangie hawa kwamba wewe utapata laki tano kwa mwezi, wewe utapata milioni moja kwa mwezi, wewe mwalimu wa madrasa milioni tatu Wala uko udogo hawa wa kwanza wewe, wao ubosi wao ni mwalimu wa madrasa, alafu atakuja imamu, alafu atakuja mwadhini kwa mujibu wa maelezo ya ulama wanahwi dhalika ndio watafuati awa kina katibu kina nani min a'mali alqura, na wengine wanaofanya kazi hizo msikitini katika matendo kujikurubisha na kujisogeza kwa, kwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Anaeleza maneno haya Alimamu Al-Bukhari katika fathul Bari. Sisi waislamu tuko wapi na hayo? Tuko mbali sana, tuko mbali. Namaliza, tumtazame Abu Bakri alipofariki Mtume Muhammadin, Abubakari anafariki dini inabaki, haina kiongozi Waislamu anasema tukupe baia wewe, Abu Bakari, ndo tuongozi katika Uislamu. Abu Bakri anapitishwa na Waislamu kwamba wewe ndo utakuwa kiongozi wetu, asema anfaka min mali lmuslimin. Baada Abu abubakari kuwa ni kiongozi katika dini, anayewasimamia Waislamu katika majukumu ya dini We kasomeshe pale, nendeni sehemu fulani fulani, kafungueni mji, nyinyi pelekeni dini sehemu fulani. Kwa kule kuwa kiongozi, amfaka min mali lmuslimin, alitumia kutoka kwenye mali za Waislamu. you... ma yuslihu wa yali, kiasi ambacho kinamfaa yeye na familia yake, yauma biyaumi, siku hadi siku. thumma fariba shay'an maluma, alikuwa anatumia tu. Abu Bakri akiitaji elfu mbili ndio yeye, si mkubwa kitaji elfu ishirini laki mbili, mtoto ameumwa hivi, basi ana, anapewa yule, anapewa, anachukua anatumia anatumia tu, thumma faridat shayan maaluma. Baadaye umma wa Waislamu kaka jamani, huu mwenzetu ana majukumu hadi tupange kiasi maalumu apewe, ma yakumu bikifayati, kiasi kitakachoweza kumkidhi na kumtosheleza yeye na familia yake, wa kadruhu sita alafi dirham, kiasi alichokuwa analipwa ni kama dirhamu hivi sita kwa mwaka sasa. Chukua gramu moja makadirio madogo, chukua gramu moja leo, uliza ni shilingi ngapi inauzwa, ya madini ima ya dhahabu au ya fedha. Alafu wakasema, gramu moja ya elfu moja dirham moja ni sawa na gramu tatu, sawa na gramu tatu za madini ya dhahabu. Chukua kiasi hicho, alafu piga hesabu ya tatu mara sita, zidisha mara hiyo unaweza kupata ni fedha nyingi, alizokuwa analipwa ulama mwingine. Wakakadiria yafika kwa leo kama milioni mia tisa, alizokuwa akilipwa kwa ajili ya ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammada rasul, majukumu ya dini. Milioni mia tisa! Leo mwalimu wa madarasa ampeni elfu ishirini, itamsaidia saidia sabuni.